Mtu kama hana ajenda atauza ukabila. Mtu kama hana mpango anauza chuki, you know, mpaka wanafikia watoto wetu shuleni. Unataka kwenda kugawanya watoto shuleni? How desperate can people be? Let our children be, let our children learn. Those children are Kenyans. Wherever they come from, whatever community they belong to, they are our children, the children of Kenya. Ni mnanielewa? Tafuteni agenda, wachana na ukabila, na chuki, na fitina, na propaganda. Tafuteni sera ya kutangaza kwa wananchi wa Kenya. Tumekubaliana jameni? Mnasema tuendelee ama tuendelee?